Kitu kingine ambacho nitakifanya nita e, ni kuongeza nafasi za ajira, lakini pia nitafungua milango kwa watu wa mataifa mbalimbali mbali kuja kufanya kazi katika nchi yetu. Nafikiri ukiangalia katika miaka ya sabini hata Mwalimu ambaye ni mwasisi wa taifa letu alimteua Bibi Joan Joan Weekend Weekend kuwa mshauri wake. Joan Weekend alikuwa ni mtu wa karibu au malkia wa Uingereza, lakini alikuwepo hapa akafanya kazi. Nafikiri alichangia pakubwa katika ku, kuishauri serikali ya awamu ya kwanza ili kuleta mabadiliko ya kielimu, kiviwanda na katika nyanja zote ambazo ziliweza kuleta maendeleo katika nchi yetu. Kwa hiyo nitafungua mi, mi, milango kwa kwa mataifa yote yaweze kuja kuomba ajira hapa Tanzania. E, bila kuwabagua. Miaka ya karibuni nimeona e, baadhi ya viongozi wakiwa wanapita Kariakoo kule, kwamba nchi yetu hatuhitaji watu wanaokuja kutoka baadhi ya mataifa ya Asia, lakini mimi katika uongozi wangu hicho kitakuwa ni kitu cha kawaida, kwa maana ya kwamba dunia nzima imekuwa ni kijiji. Watanzania wanaenda kufanya kazi mataifa mbalimbali na tutakaribisha watu kutoka mataifa yote duniani kuja kufanya kazi Tanzania. Ukienda Dubai, kazi za ndani zinafanywa na Wahindi, na hata wabeba mizigo ni watu kutoka China, Wahindi. Kwa hiyo tuta, tutatengeneza mazingira ambayo tutakubali kwamba tutatengeneza ajira kwa ajili ya wananchi wetu, lakini zile ajira ambazo ni za hali ya chini kabisa, hizi tutaruhusu hasa dunia nzima ije, waweze nazo kuzifanya. E, bila kusahau e, Tanzania tutafuata mifumo ambayo ipo katika nchi nyingine. Ukienda kwenye nchi za SADC hawana utaratibu wa kaya maskini, isipokuwa kila kaya inawalipa watu kitu kinaitwa child support grant. E, kijana yote kuanzia anazaliwa hadi miaka kumi na nane kuna pesa ambayo mzazi au mlezi analipwa kwa ajili ya yule mtoto wake. Hii ndio inasaidia kuchangia katika zile kaya maskini, ni tofauti na mifumo ambayo ipo katika nchi yetu. Kwa hiyo nitatumia rasilimali ambazo zipo katika nchi yetu kuzigawanya ili kila familia iweze kunufaika e, lakini bila kusahau kuna ukanda wa bahari mimi nitautumia nitaitengeneza Tanzania ifanane na mataifa mengine duniani kama Dubai na mataifa mengine yaliyoendelea, Indonesia na mataifa mengine. Ukienda Dubai utagundua asilimia kubwa ya matajiri, tajiri namba moja ya Dubai ni ametoka Urusi. Kwa hiyo mimi nitaalika watu mbalimbali wenye mitaji mikubwa kuja ya kuwekeza Tanzania, hususani waweze kutumia fukwe zetu za bahari kutengeneza majengo ya kisasa. Siku hizi kuna kitu kinaitwa skyscrapers, ni magorofa marefu ambayo yanatengenezwa kwa mifumo ya chuma ambayo sio migumu, ambayo inazunguka kwenye fukwe za bahari. Nimegundua fukwe zetu hatuzitumii katika katika, e, kuongeza kipato, lakini katika serikali kuongeza ku kupata kuh, mapato. Kwa hiyo, nitalete nitaita wawekezaji waje kuwekeza katika sekta hizi.